Na mtazamaji wa Faida Online TV, hapa ni pembezoni mwa bahari ya Hindi kwenye mtaa wa Ufukoni Stendi manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, maarufu pia kama eneo la Libya. Tumefika hapa mara baada ya kupokea taarifa kwamba binti anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka kumi na mbili anayesoma darasa la tano katika shule ya msingi ya Ufukoni amekutwa kwenye mikoko hii akiwa amefariki dunia. Binti huyo alitoka nyumbani na kusema anaenda kuokota embe lakini baada ya hapo akurejea tena nyumbani, akatafutwa sana na ndugu jamaa na marafiki na majirani wa maeneo haya, lakini hakufanikiwa kuonekana mpaka alfajiri ya leo ndio amekuja kukutoa mwili wake ndani kabisa kwenye mikoko hapa. Faida Online TV watu wa Field Pass na Hiana katika siku hii ya leo ya Novemba 22, 2025, tumefika katika viunga hivi na lengo ni kuja kuletea taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, ku like na kucomment yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field, tafadhali na baki nasi. Naitwa Usna Musa Dogoa, mkazi wa Libya. Nimelipokea vibaya tena vibaya vibaya sana. Nimeshuhudia mauaji ya mtoto mdogo aliyebakwa. Inauma. Yaani inauma kwa mtu yeyote si wa kike wala wa kiume. Hii hali sio mzuri na tusifanye hivi. Iwe kwa masiju ndio umetumwa, sijui kwa huko sijui wapi wapi, nyenyewe kuna ushirika wenu ilo sio starabu. Hii inauma. Mtoto mwenzio ni wewe kwako pia. Tusifanye hivi kama ipo ipo tu, mambo ya huyo hivi, yaani nauma. Mtoto mwenye miaka kumi na mbili sijui kumi na moja unaenda kumbaka, shida nini? Isiwe hivi jamani. Mimi naitwa Mustafa Kumanga, ni mkazi wa Ufukoni mtaa wa Libya. Kwa kitendo kilichofanyika hiki, ni cha kinyama sana. Mimi nikiwa ni na watoto kama aliofariki huyu, nilipata taarifa hizo baada ya kurudi kazini kwangu saa mbili na nusu siku wakuona kwamba watu wanahangaika sana kutafuta mtoto alikwenda kwenye embe. Dasia naitwa Zena Mshambu na Ngonga mkazi wa Libya. Marehemu mtoto dada yangu. Anaitwa Sumaiya Hassan Mataka alitoka hapa asubuhi akaenda kwenye embe, tulimpata tulimtafuta hadi saa saba tuli tuka, tukarudi asubuhi saa kumi na moja tukafanya changamoto za kumtafuta tuka tuka tuka tukamkuta huko mikokoni amelala. Ilitakiwa arudi saa sa sita nyumbani he, ila alienda saa sita ile ile akafika nyumbani. Alipofika nyumbani akarudi tena kwa sababu kuna wenzake alikutana nao. Baada ya kukutana nao kawa... nao akamwambia kwamba inabidi tutuletee maji, akaenda tena kawaletea maji kwao, walivyoletea maji wale, ikawa hajafika kule wala huku hajarudi. Kwa hadi mida saa kumi na moja ile watoto wanarudi ngoja, kuuliza nyumbani, kwani mwenzi wetu yuko wapi? Akasema mimi sijui, kwa sababu alikuja huko kwenye embe, akasema basi kule hayupo. Kwa ndo hapo ikaanza taruki ya kuntafuta mtoto. Alikuwa hapo kwa jina, naitwa Abdul Hafidh Kasim Kilindi kwanza ni mkazi wa mtaa huu wa Mangowela ambayo inapakana na maeneo ya Libya, lakini pia ni shehe wa kata ya Magomeni. Uh, kitu ambacho kimetokea kwa kweli ni huzuni kwetu na ni kitu ambacho kwa kweli hakivumiliki haki, kwa sababu mtoto wetu tumemkuta tayari ameshafariki tangu jana. Tumekuwa tukihangaika kumtafuta, lakini bahati mbaya mazingira tuliyoyakuta ndo hayo. Sasa nikiwa kama kiongozi wa dini, kwanza ni kulaani na kukemea vitendo hivi, kwa sababu dhambi ya kuua ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani, mtu ambaye anathubutu kumuua mtu mmoja ni kana kwamba ameua dunia mzima, kana kwamba ameua watu wote. Kwa hiyo mtu one ule ukubwa wa dhambi ambayo imefanyika kwa mtoto huyu. Jina anaitwa Abduli Salumu, ndio mwenyekiti wa mtaa, mtaa wa Ufukoni Stendi. Katika mazingira ya kawaida hatujapokea vizuri, kwa sababu unaona wananchi jinsi walivyotaaruki. Kijana ni mdogo wa miaka kumi na mbili, Sumaiya. Mazingira sio mazuri sana tuliyomkuta, kwa sababu kuna nguo tumeokota pale. Kwa hiyo mazingira sio mazuri e, alivaa gauni, gauni, lakini upande huo wa chini ulikuwa umeshafunuliwa tayari. E, kuna aina kuna ya vitendo, vitendo ambavyo vinaashiria ina, yule mtu ame, amefanywa Hapana, sina majibu juu ya hilo, kwa sababu ndio maana tunaenda hospitali kwa ajili ya uchunguzi na taratibu zingine zinazoendelea. Jina langu naitwa Hamisi Ali Mtungata, ndio diwani mteule wa kata ya Ufukoni. Ushauri wangu kwa wazazi, kwanza hasa ikiwa siku za shule, tuhakisha watoto wetu wote wameenda shuleni, thibitisha wameenda shuleni na wamerudi kwa wakati, kwa sababu hata baada ya kuoji muonekano wa mtoto, kwa sababu ni mwanafunzi wa darasa la tano shule ya msingi Ufukoni, na jana nasemekana hajaenda shule. Faida Online TV tupata nafasi ya kuzungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Issa J. Suleiman kwa njia ya simu na amesema analifanya kazi tukio hilo kisha atakuja kutoa uthibitisho. Wacha nifuatilie, ndio tuone kwamba je, hicho kitu kimetokea na nini, aliondoka aliondoka kwa nini, tangu saa ngapi? Naam. Eh, itawaje? Asante, tunashukuru sana. Okay, na mtazamaji wa Faida Online TV, watu wa field tutaendelea kufuatilia tukio hili mguu kwa mguu, ili kupata uthibitisho kwamba kweli binti huyu alibakwa au la. Tuko si huendelea kufuatilia kwenye kurasa zetu za kijamii, YouTube, Instagram, X na Facebook kwa ajili ya kuweza kupata undani wa taarifa hii. Kwa pamoja tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema peponi Amin. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati kutokea hapa katika eneo hili la Ufukoni Stendi, kwenye mikoko huku kulikotokea tukio hilo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbushe kusubscribe, kulike na comment chaneli yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.